Hayo yameelezwa na mkuu wa jimbo la magharibi KKKKT dayosisi ya Meru mchungaji Franaeli Sanja alipokuwa mgeni rasmi katika sikukuu ya vijana na uimbaji iliyofanyika katika jimbo la kati lililo sehemu ya KKKT dayosisi ya Meru mkoani Arusha. Amesema kuwa waimbaji wanapaswa kufahamu kwamba pamoja na huduma walionayo ya uimbaji wanapaswa kumtumikia Mungu kwa mali walizo nazo. Kwa kweli waimbaji wanapaswa wadifahamu kwamba wao ni wainjilisti, na wanapaswa katika kumwimbia Mungu waoneshe tabia iliyo nzuri, kwanza jambo la uaminifu, jambo la kujitoa, maana wakati mwingine tumeona pia waimbaji kwenye sehemu ya uwakili wa mali zao wamekuwa kwa hali ambayo si nzuri, lakini mwito wangu kwao kwamba wafahamu pamoja na kumwimbia Mungu, lakini Mungu bado anahitaji pia awaone wakimtumikia kwa vile walivyo navyo. Mkuu wa jimbo la Kati ambaye pia ndiye mchungaji mwenyeji wa jimbo hili, ambaye ni Mchungaji Abeli Kaya, amesema kuwa yapo mafanikio mengi ambayo yamepatikana kupitia uimbaji huu, ikiwa ni pamoja na kuwapeleka baadhi ya walimu kwenda kusomea taaluma ya muziki katika vyuo vya kanisa. Kwa ajili ya kurahisisha uimbaji huu, sisi kama jimbo tumepeleka wanafunzi wa muziki chuoni Mwika kwa ajili ya kusomea uh, muziki hasa kwa ajili ya kuendeleza muziki wa kanisa letu. Na tunamshukuru Mungu mpaka sasa tunao uh, tunaye mmoja ambaye amemaliza diploma lakini tunaye mwingine ambaye anaendelea na mwaka wa pili wa diploma na watatu ambao wanasoma uh, cheti kwa ngazi ya cheti, tukilenga kwamba mpaka uh, miaka mitatu ijayo, tuwe na uwezo wa sharika zote kuwa na wanamuziki ambao wataweza kutusaidia kwaya zetu katika kufanya vizuri katika muziki. Mchungaji mshauri na mlezi wa vijana Jimbo la Kati, mchungaji Francis Akio ameeleza kuwa hamasa imekuwa kubwa kwa makundi yanayoshiriki katika sikukuu hiyo, huku mwenyekiti wa vijana ngazi ya jimbo, Hezron Akio, na mmoja wa washiriki wa uimbaji huo, Happiness Nko, wakitoa ushauri kwa vijana. Hamasa ni kubwa kwa makundi kuanzia ya watoto, kwaya za watoto, kwaya za vijana, kwaya za mchanganyiko, vyombo moto, na na asili Zipo kwaya makundi mbalimbali. Tunapenda kuwashauri vijana waimbaji na makundi yote ya kwaya kwamba wakumbuke wa kwamba kumwimbia Mungu ni kazi, ni huduma, sio jambo la ziada e, wala sio jambo la muda baada ya kazi, hapana. Linatakiwa likaa kwenye ratiba na watu wawe na mpango maalum wa kumwimbia Mungu na kumtukuza kila siku katika maisha yao na hasa katika vikundi kwa ajili ya kuimarisha kanisa letu. Dara ya vijana Jimbo la Kati inaendelea kushauri sharika ziwe na walimu wa muziki na walimu wenye taaluma ya kufundisha kwaya kwa kuzingatia utaalamu unaotakiwa ili kukidhi vigezo vya kuimba nyimbo za noti pamoja na kupunguza makali ya gharama za ufundishaji uimbaji unapokaribia. Dara ya vijana Jimbo la Kati inashauri wachungaji, serikali waendelea kuwa karibu na kwaya, kuatia moyo vijana ili kuwa na kwaya za kuendeleza uchaji katika ibada na kuliinua kanisa. Tusiwe tunaimba tu, lakini tuwe waimbaji katika roho na kweli. Na tunapoimba tujue kwamba pia tunapaswa kulisoma neno la Mungu na kulielewa, sio tu tunakutanika katika vikundi kwa ajili ya kuimba, lakini pia tujue neno la Mungu tunalisoma na kulielewa na kutenda yale yaliyo mapenzi ya Mungu. Kutoka katika jimbo hili la kati Usharika wa Ngwane Kone. Mimi ni Eli Huruma Chao, Upendo TV, Habari.